Ke, tuangalie mfano wetu wa nne wa kesi namba moja. Kwenye mfano namba nne, natamani tuexpandi 3a minus b divided by 2 power 4 by using binomial theorem then hence eh, tutafute thamani, tutafute thamani ya ishirini na tisa point power nne okay, so cha kwanza tuanze na, na expansion e, tukitumia fomula yetu naweza kusema huyu 3a ni muite ndio a kulingana na fomula yetu, then minus b over 2 awe ni b. Usisahau negative, general formula ina positive, hapa pana negative, kwa hiyo hii ni sawa na mtu anasema 3a plus minus b over 2 hii ndio ile temu ya pili, kwa hiyo usisahau. Na n ni nne, kwa nikiandika hii itakuwa e, ni sum from from 0 mpaka nne then ni e, nne combination ra alafu hapa utakuwa na th a power n ambayo ni nne minus r then minus b over w okay. Tukianza kufanya expansion kwa kuweka thamani za r positions, tukianza r0, e, automatically 4 combination 0 is 1 na item ya mwisho huku itakupa moja, kwa hiyo tutabaki na 3a power 4. Then tukiweka moja tutakuwa na 4 combination 1 3a power eh, e, tukiweka moja itakuwa power 3 times minus b divided by 2 power 1 then plus 4 combination two a times 3a tukiweka mbili itakuwa hapa kwa na mbili na huyo itakuwa minus b kanya kwa mbili power 2 alafu tukienda term nyingine, hapa hatujaipewa idadi ya mwisho, kwa hiyo tunaandika terms zote 3 combination 3 3a hii itakuwa power nne toa tatu alafu itakuwa minus b gawanya kwa mbili power tatu, plus term ya mwisho itakuwa minus b gawanya kwa mbili power nne. Kwa hiyo ndo zitakuwa term zetu tukiandika vizuri sasa, baada ya ku simplify hii ya kwanza 3 power 4 itatupa 81 a power 4 huyu kutakuwa na minus tukitafuta 4 combination 1 times a power 3 ganya kwa mbili itakuwa hamsini na nne a power 3 times b then plus tukitafuta hii nayo tukisimplify 4 combination 2 tutapata eh, 27 divide by 2 ambayo ni almost eh, kumi na tatu point tano okay. a square b square Alafu then hapa tutakuwa na 3 divided by 2 a times b power 3 then plus, then niandike Desmos fraction, yani tumie zote fraction. Hii ya mwisho ni 1 over 16 2 power 4 b power 4, kwa hiyo hiyo ndio 3 a minus b over 2 power sasa tumeambiwa tutafute 29.5 power 4. Kama kawaida, inabidi tutengeneze mazingira ya kufananisha 3a minus b over 2, naomba nipige mstari kutenga power 4, inabidi ufanye comparison hapa e. Niandike compare eh hicho e, expansion yetu na kile ambacho tumeulizwa e, ambacho tumeulizwa Tulichoulizwa pale juu ni 29. <coughs> 29, na 29.5. Kwa hiyo hio ndio inabidi tuitafute. Sasa kwenye upande wa 29.5, unaona hapa pana tatu mara a. Eh, ukifikiria namba, unaweza kufikiria namba yoyote above au below ambayo itakusaidia kupata hii factor ya tatu. Eh, lakini pia tukija kutoa b over 2 tutapata hii b over 2. Kwa mimi, kwa haraka haraka naona kuna 3A 29.5, tukikaribishia kawa 30 inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kushuka chini. Kwa mimi nitaandika hii 29.5 ni sawa sawasawa na 30 toa 0.5 power 4. Nimeandika 30 kwa sababu najua ni rahisi. Hata hii 30 kuna namna rahisi ya kumpata huyu tatu ambaye anaonekana hapa. Kwa hiyo baada ya hapo najua hii nikiandika sasa katika muundo huu ni tatu times kumi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye yuko makini anajua kabisa value ya A ni kumi. Toa, hii ni nusu. Kwa hiyo naandika na hii ni 0.5 tayari. A half power 4. Kwa hiyo ukikompea utakuta value ya A ni kumi halafu value ya B ni ngapi? 0.5. Kwa hiyo tunaenda sasa tukiweka hizo values kwenye expansion tuliyopata ukiweka tatu times 10 minus b over 2 power 4. hii ni moja kwa moja tatupa ishirini na tisa point tano tumeshaona power 4, ambapo tukiweka sasa kwenye upande wa kulia wa expansion tutakuwa na 81 a power 4, ambapo value ya a, value ya a tukaiandika moja kwa moja ni kumi power 4 minus hamsini na nne a ni kumi power 3 b ni ahaf plus ishirini na saba gawanya kwa mbili a ni kumi square b ni ahaf square minus tatu ya mbili kumi mara ahaf q plus one over two power four divide by sixteen kwa sababu b tunaona ni ahaf ambapo hii ukisimplifai utapata jibu sabini na tano saba tatu tatu nne tisa tatu. ket yangu, nana kuna kitu nimekichanganya, napata sabini na tano nadhani na wewe utakuwa unajaribu. Sabini na tano saba tatu tatu tano, sio tatu tatu nne sifuri sita mbili tano na hii ndio approximated value ya yes, swali letu. Usisahau kushare, kucomment, kulike na kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu, ili uendelee kupata video nzuri kama hii. Karibuni sana, tupambanie taifa, tupambanie mathematics. Asante.